Kwa Simba tu, kwanza ni kuenda kuiunga mkono timu. So South Africa kwa Madiba hapa so, uh, tume, tumepewa ndege, kuna ndege sasa hizi inaenda Afrika Kusini na kuja Tanzania straight moja kwa moja, kwa hiyo sisi wadau tuna haja ya kwenda ku support team, lakini Watanzania wale kwa South Africa waunga. Sasa Azam Media inafika hadi uh, duniani kote, mtu akienda kwenye Azam Max anapata hii huduma. Tunatamani tujitokeze kwa wingi kwenda ku support Simba Sports Club, lakini pili kwenye ligi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye standards za ligi barani Afrika tuko kwenye, kwenye nafasi nzuri. Afrika Kusini hawawezi kutuzingua kwa level kwamba tukaogopa. Kwa lazima tuisupoti timu yetu na tuiombe, lakini kama kuna kitu cha kusupoti kama ni material thing, au ni fedha tuende kuichangia timu yetu. Jambo la kwanza ni kwamba sisi kama Simba Sports Club, na mimi kama mdau wa michezo, kwanza nipongeze Simba kwa kuvuka hatua hiyo, kwa sababu kuvuka hatua ya robo fainali kwenda nusu fainali ni hatua kubwa ambayo pia ilikuwa ni malengo ya kikosi. Uh, mmoja kati ya mazungumzo ya kocha walimuuliza, uh, malengo yako mwaka huu na nini na viongozi wa Simba ilikuwa ni kufika nusu fainali na kufika fainali kwenye michuano ya kimataifa. Na hatua hiyo tumeifikia. Uh, jambo kubwa tu ambalo ninatoa kama angalizo na najua viongozi Simba ni, ni, ni watu wa mabingwa kwenye kwenye mechi za kimataifa. Ni jinsi ambavyo timu hizi tunaanzia ugenini afu tunaanzia nyumbani afu tunaenda ugenini. Uh, tuna haja kubwa sana kupata matokeo ya kutosha kwenye uwanja wa nyumbani kutengeneza mlima ambao tukienda ugenini, ikiwa ni shughuli kuhakikisha kwamba wenzetu wanaweza kurudia, kwa sababu na wasiwasi game hii ya tunaenda kuanza kucheza nusu finali, tunaanzia Dar es Salaam then tunaenda Afrika Kusini. Lakini kitu kingine ni kwamba hii timu ambayo tunaenda kucheza nayo ni timu ambayo kwenye ligi haifanyi kazi, haina ma performance nzuri sana kwenye ligi ya South Africa lakini kwenye mechi za kimataifa ndiko ambapo akili na mazao wameelekeza kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo lazima tusiwachukue kama ni underdogs. Uh, ni underdog kweli, lakini kwa maana ya kwamba spirit alionao uwanjani ukiangalia game, nimefuatia game za Zamalek, jamaa amepambana kwelikweli, sio kazi ndogo Zamalek kumtoa nyumbani, lakini ikatoka. Kwa hiyo mimi niseme wazi kwamba Simba ni, ni, ni, ni mabarozi wazuri kwenye mechi za kimataifa lakini lazima tuliangalie kwamba mpira wetu ni mpira ambao lazima tuwe na fiti na kubwa zaidi pia kuhakikisha kwamba timu yetu inafuzu. Lakini au nafurahia kwamba timu inafanya vizuri uh, yajitokeza mwaka jana kwenye mwaka juzi kwenye mechi ile ya me, Yanga waliocheza pale South Africa na Mamelodi Sundowns nusu finali, unakumbuka lile goli ambalo lizoa kizazadi leo aliweki kama ilikuwa goli au sio goli, lakini kwa kila anayefuatia mpira na kwa ni goli. Kwa hiyo mazingira kama yale huwa yanatokea kwa wakati mwingine. Simba tumecheza kwenye robo finali kule kuna, kuna penalty ambazo kabisa kulikuwa ni hakika Simba anaipata, lakini unakuta kabisa kuna vitu vilikuwa viendi sawa kwao. Tunatamani kuona pia spiriti wa ya wachezaji wakiwa uwanjani, wenzake ambao wanatokea tatizo waonyesha mshikamano kuhakikisha kwamba tunapambana kuhakikisha kwa kwamba tunaipigania nembo ya Simba Sports Club.